Kama una tabia ambazo nitaenda kuzitaja hapa, jua kwamba wewe sio rafiki mzuri na unahitaji kubadilika. Tabia ya kwanza, uh, unakuta rafiki yako amefungua biashara na amepost either kwenye status au social media yoyote, na umepita umeiona lakini hata kumwambia hongera hauwezi. Hiyo ni tabia mbaya, ni si tabia nzuri kama rafiki, kwa sababu tunaamini wewe kama ni rafiki mzuri utachukua muda at least hata kumpigia simu au kumtext na kumpongeza na either sometimes, kama ni rafiki wa karibu sana, kumuuliza kwamba kuna kitu gani ambacho anahitaji ambacho kingeweza kuwa msaada ili biashara yake iweze kukua, yeah. Lakini unakuta mm, rafiki ameona amechill ya tu, yani kapita kama haoni vile, ila ukiposti vitu vya ujinga ujinga vitu vya udaku ndo anakuwa iyo, iyo, uh, wa kwanza kureply. Kama una tabia hiyo au una rafiki ana tabia hiyo, mimi nakushauri uachane naye mapema, kwa sababu huyo sio rafiki mzuri wala hawezi kukusaidia wewe kufika popote. Yeah. Tabia ya pili ni tabia ya rafiki ambaye hana mipaka, yani hana boundaries, yani anahisi yeye kwanza, we una muda saa yoyote, na akitaka kuonana na wewe anaweza kuonana na wewe ukimwambia we kwamba uko busy, anaanza kusema unaringa, anaanza kugossip about you, you know. Ana ku, yani, anaona kwamba wewe uko pale, yani dunia inazungukia tu upande wake, haielewi kwamba Uh, as a friend lazima kuwe kuna mipaka. Au akiwa anataka kutumia kitu chako kumwambia hapana, basi ananuna anachukia, eh, anaanza kusema vibaya. Huyo pia sio rafiki mzuri. Uh, rafiki mwingine ni yule ambaye mm, mnakuwa labda let's say mmekuwa pamoja, aha, uh, me just you know, labda mmekuwa mtaa mmoja, lakini baadaye ikatokea maisha yako yanabadilika, alafu wewe sasa maisha yako yakawa yanapanda kuliko ya kwake, eh, mkawa tayari tena kwenye level tofauti za maisha. Rafiki kama huyo sometimes inatokea anakuwa yuko uncomfortable kwa sababu tayari alishazoea kwamba nyi mpo kwenye level moja, but now tayari wewe umeshakuwa kwenye level tofauti na yeye. Unakuta anaanza kuchukia, anaanza kuwa insecure, hajiamini tena, ana, anatamani mngekuwa pale pale. Sasa rafiki wa design hiyo usiwe naye kwa sababu atakufanya kwamba ushindwe kuendelea, yeah na mimi nitawapa mfano kuna <laughs> kuna ndugu yangu mmoja aliwahi kuwa na rafiki kama huyo. Yani wamesoma wote primary, baadaye secondary hawakusoma wote, lakini waliendelea kuwa marafiki kwa muda mrefu. Lakini maisha yalivyoanza kupanda baadaye, ah yule rafiki alikuwa yani, it's like, yani muda wote analalamika tu, mbona umebadilika sana siku hizi eh? wewe Eh, unakuwa una gari na nini sasa. Haielewi kwamba yale maisha waliokuwa nayo mwanzo yalikuwa ni ya udogo, sasa hivi maisha yamebadilika na kila kitu kimekuwa tofauti, so urafiki wao ulikuja kushindikana kwa sababu huyu uh, alishindwa huyu rafiki ambaye hakuwa amepanda kwa level ile alishindwa kumatch, yani, nani? Yeye ndo alisababisha kwa sababu alikuwa so insecure. Kwa hiyo akajikuta ameshindwa kumatch na huyu rafiki yake. Aa, lakini kuna aina nyingine ya marafiki ambao wana tabia mbaya ambao ni wale ukimintroduce kwa mpenzi wako, <laughs> Aa, utajikuta yani, hata yale yani, hata yale, yale mahusiano yako yamekuwa mabaya kwa sababu yeye ndo atajaribu kuwa na karibu na yule mpenzi wako, atajidai kwamba yeye ndo ana akili sana, au either yeye ndo mzuri sana, au yeye ndo amekufanya uwe wewe hivyo ulivyo. Kwa hiyo, yani anajikuta anakuwa karibu naye, anaanza ku kumpa maneno mengi sana, kiasi kwamba unajikuta unaanza kujuta ni kwa nini ulimuintroduce kwa yule mtu wako. Na mi hapa nitawapa story rafiki zangu. Yaani, ah it was bad, lakini nitawapa kwa ufupi tu. Uh, niliwahi kuwa na marafiki wawili uh, walikuwa ni marafiki zangu sana sana. Kipindi hicho ndio nimemaliza chuo, ilikuwa almost kama 2017 hivi, yeah 2017 18. Uh, nilikuwa na marafiki wawili let's say tumuite mmoja A mwingine tumuite B. Hasa huyu A alikuwa ana boyfriend wake, na huyu boyfriend wake kwa kweli alikuwa anajiweza, ana uwezo na nini, lakini huyu A hakuwa ameenda shule sana Yani alikuwa na elimu tu ya kawaida nadhani ya F4. Ila huyu B nilikuwa nimesoma naye chuo, you know, ana amemaliza bachelor of accounts. Eh, alikuwa yani ni mtu ambaye ni ana kaelimu kidogo lakini ha sio mrembo sana compared to A. Japo huyu A alikuwa hajaenda hivyo, hajafika chuo na vitu kama hivyo. Hasa huyu A kwenda kumintroduce B kwa boyfriend wake. Ah! It was a big problem. Yani ilikuwa ni mistake ambayo hakutakiwa kuifanya kwa sababu um, by the time tu wamefika, um, huyu A eh akawa alimdanganya huyu mtu kwamba yeye kasoma chuo fulani, kasoma na sisi, na sisi na vitu kama hivyo and um, sasa maswali yakawa yule mtu anauliza, "Hey, kwa hiyo hivi na hivi, sasa yule anakuwa anajikanyaga." Akawa anambia, "No, actually B sasa. Actually huyu ajisoma na sisi. Huyu ni hivi na hivi, mimi ndo nimesoma hivi, kwa hiyo niko hivi." Yaani <laughs> yeye yeah, B ndo akawa center of attention. Eh? Na apart from that, ikatokea sasa wameenda sehemu. Maanake mimi story nimekuja kupewa na A. Mhm. Mm, ikatokea sasa wameenda sehemu. Uh, wamekaa nini baadaye, sasa kukawa kuna some kind of misunderstanding. Huyu A hey, akawa amegombana na muhudumu, yani wamepishana maneno sasa. Kupishana maneno pale ikawa kama kuna chaos na nini kutu, kukawa kuna kutokuelewana, basi ikabidi waondoke kuondoka mwenzangu bi acha anze kum- kumsema, yani wewe una tabia za kishenzi kweli yani, mbele ya yule mtu wake yani, we una tabia za kishenzi kweli yani yani, watu ambao hawajaenda shule yani sijui nini yani, ni alimsema yani, oh my God, my friend. yani huyu rafiki yangu alikuwa alijisikia vibaya sana kwa kweli and akasema huyu mtu hajui kama anaweza akaendelea kuwa naye kwa kipindi kile, cause mimi baada ya hapo sikuwa nimejua what kilichoendelea, lakini aliniambia sijui kama ninaweza nikaendelea kuwa na huyu mtu kwa sababu, yaani amejazwa mno kajazwa na mtu ambaye nilimconsider kama dada yangu kama rafiki yangu, lakini ndo kamjaza mno. Mm, kwa hiyo nimejuta kumintroduce mtu ambaye ni potential kwangu kwa rafiki yangu. Kwa hiyo, kwa hayo uh, baada ya hapo mimi sikujua kilichoendelea, kwa sababu siku keep now in touch sana, lakini I say <laughs> B was a bad friend. Lakini pia tabia nyingine aliyokuwa nayo huyu B alikuwa ana ana tabia ile kwamba uh, akisikia rafiki yake amepata tatizo anajidai kama anamuonea huruma lakini ndo anafurahia. Yani ndio oh my god, yani anakuwa anafurahia kichini chini, au anaenda kuelezea watu akiwa yuko excited, lakini ukiangalia kile kitu ni kibaya, kwamba alitakiwa asikitike, kwa sababu unakuta rafiki yake kapata tatizo. And one time mimi nilimconfront nikamwambia, um, wewe mbona ni mtu wa ajabu sana? Because kama rafiki yako anakuwa amepata tatizo wewe ndo mtu ambaye unatakiwa umsaidie, umwonee huruma, lakini e, cha kushangaza wewe ndo ni kama unafurahia lile tatizo. Yes, unaweza ukawa unamsaidia kulisolve at some point, lakini inakuwa ni kama yani unafurahia fulani. what's the problem? Na baadaye nilikuja kugundua kwamba um, alikuwa hajalelewa na mama yake. Yani, mama yake alifariki akiwa mdogo, and uh, alipitia mambo mengi sana, kwa hiyo alikuwa traumatized, and uh, yani alikuwa ni kama ana psychological problem kwamba alikuwa yani, mtu akiwa anaumia, yeye ndo anafurahia. Kwa hiyo yani, alikuwa akiwa na rafiki anatamani awe anapitia magumu, kwa namna yoyote ile, yeye ndo ilikuwa inakuwa okay. ni furaha kwake, and nikamwambia I say you need help, yaani unahitaji msaada, kwa sababu hicho sio kitu cha kawaida na utajikuta unawapoteza watu wengi kwenye maisha yako ambao ni watu wako wa karibu, kwa sababu hiyo tabia sio nzuri. Kwa hiyo I hope kwamba atakuwa amebadilika, but kiukweli mimi sikuweza kukeep naye in touch kwa sababu tayari nilimwona mtu ana trauma ambazo amezibeba kuanzia huko udogoni. Umeona, kwa sababu alikuwa na mama wa kambo, nasikia alikuwa anamtesa, so she was She was not in a good space kwa kweli. Kwa hiyo, uh, hii video imekuwa ndefu kuliko ambavyo nilikuwa nimetegemea but I hope mmeelewa na mtajiweka mbali na marafiki ambao sio wazuri kwenye maisha yenu. Baada ya kusema hayo, mimi naomba niwatakie jioni njema and bye bye.